Tukishamaliza uchaguzi tukimaliza tarehe ishirini na tisa nitakuwa na vikao nitakuwa na vikao na wadau wa vilabu vya pombe, tutakaa tuzungumze, tuone namna ya kuboresha vilabu vyetu, kwa sababu hakuna kitu kinaniudhi mimi kama kusikia kero ambazo nazisikia kwa, kwa wajasiriamali wanaouza pombe ambazo zinaitwa pombe za kienyeji mara ho muda sijui wa kufunga mara sijui E, manyanyaso mengi nayasikia, ya kukamatwa kamatwa, sipendezewi na jambo hilo. Hilo ni jambo ambalo mimi Ngajilo, mimi Ngajilo, sitakuwa tayari, sitakuwa tayari kuwaacheni. Jamani, sikilizeni, nisikilizeni kwa makini. Biashara ya vilabu hivi vya kienyeji, wanavyoita vya kienyeji, vimelea watu wengi sana mpaka wamekuwa maprofesa, wengine wamekuwa ma wengine ni wanajeshi, wanavyeo wako jeshini, tunawajua, wamelelewa kwa pombe hizi hizi, wamesomeshwa kwa pombe hizi hizi. Mimi Ngajilo nitasimamia haki yenu kuhakikisha kwa kwamba mnafanya biashara zenu kwa haki, kwa upendo na heshima kubwa kutoka serikalini. Na kwanza, mimi wenzangu, nawauliza, mimi nawauliza watu wengine, mi nawauliza, hivi vilabu tunavyoviita vya vya kienyeji, kwa nini tunaita vya kienyeji? kama hamtaki tuviite vya kienyeji, tukubaliane basi vigezo gani tutumie, vianze kuitwa vilabu vya kisasa? Tuondoke katika uwenyeji kwenda kwenye usasa, tuviondoe katika hii hali ya kuitana wenyeji kwenda kuwa vilabu vya kisasa. Mbona hata Ulaya ukienda vilabu vipo? Mbona hata ukienda nchi zingine vilabu vipo? Lazima tuviendeleze vilabu vyetu viwe vya kisasa, lazima tuviboreshe viwe sasa vya kisasa ili faida serikali na yenyewe ipate mapato yake inayoyataka, lakini tusinyanyasane wala kuvurugiana biashara zetu. Kila mtu anatakiwa aishi vizuri kwenye biashara zake.